Kundi la wanasayansi katika chuo kikuu cha Nairobi kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Isiolo wamegundua njia bunifu za kudhibiti mmea vamizi aina ya Prosopis juliflora unaojulikana kama Mathenge katika kaunti zilizoko katika maeneo kame. Maganda kutoka kwa mmea huo yanaweza kuchanganywa na nyasi zilizopatikana humu nchini ili kutengeneza chakula cha mifugo huku mashina yake yakitumika kutengeneza makaa ya kupikia Jael Opicho anatuletea taarifa hiyo. Kwa muda mrefu, mmea vamizi wa Prosopis juliflora uliopewa jina la utani Mathenge umekuwa donda sugu kwa wakazi wa kaunti zilizoko katika maeneo kame. Katika maeneo mengi, mmea huu umekuwa vichaka ambavyo ni maficho ya wanyama hatari wa porini ambao huinda mifugo na binadamu. Wakati wa mvua, vijiji hushuhudia mafuriko kutokana na kubanwa kwa mikondo ya maji, kwani mmea huo umea katika njia hizo. Hali hii imesababisha wanasayansi kushirikiana na serikali ya kaunti ya Isiolo suluhu kwa tatizo hili Prosopis pods which are available throughout the year can be used as a supplement and the other recommendation is that these pods should be collected when they are many dried and stored together with other conserved material and they can be milled when required for the animals. and also we train the communities how to make clean energy out of it uh, making briquettes Wanasayansi waligundua kwamba maganda ya mmea huo yana virutubishi ambavyo vinaweza kuchanganywa na chakula cha mifugo kuimarisha lishe ya mifugo. Most of the animals go far for grazing, but within the homesteads, we have animals that are left behind to provide milk and also meat. Those uh, those animals can be supplemented using what has been conserved during the wet season. Mbeleni tu tulikuwa tukujua kama hizi ziko na faida kubwa hivyo, kwa sababu wakati wa ukame huwa tunapea msikitumujinga ile kupita kiasi tunapea mifugo na hiyo ndio inasababisha hasara ile tunasemeanga, lakini ni vile sisi hatukuwa tuna manage vizuri. Wanasema kwamba mmea huo ukitumiwa vizuri huenda ukawa suluhu la uhaba wa lishe ya mifugo kwa jamii za wafugaji hususan wakati wa kiangazi. Opicho Chemtai, Darubini.